Mti wa muyembe, mti wa muyembe, mti wa muyembe, uko wapi? Uko pato gano kwa nyumba yako, mbele yangu, mbele yako, ukupita, e. So, no hilo nasikia gani? mm -hmm. Kwa sababu hapo pana miti miwili ya muyembe, mmoja mm -hmm. umekatwa jana, mmoja upo lakini mm -hmm. najisikia kama nasisimuka, unasisimuka? mm -hmm. Ndiyo, ndiyo, kwa kwa kwa sababu kwenye maembe pale uwe kuna watu wa giza wanakuja, wanafanya vitu vyao. So wewe unapokuwa unapita pale, umetoka kwenye mmako huko, umetulia, unadhani uko salama, wale wanaanza kuchechemeza, unayoapata wanafunga njia, ukutoka ndani, unaenda kwenye shughuli zako, unashangaa aliyokuwa nategemea kukutana nayo mbele unakuta amepungua. Puna nimetoka tumeplan vizuri, imekuwaje kwa nini hili tokee? Sasa hilo shinda meanzia pale, kwa sababu walileta vitu vya giza wakaweka pale. Na wakati mwingine kwa ukuwa nyumbani kwako, nasikia kuna mvumo fulani kitu gani hichi? Au ah, jambo na kawaida, kumbe ni ni nguvu za giza ziko zinakushambulia. Msaidie Baba so, so napambana, unapambana, unapambana lakini vita vinyoki, napambana sana, tena sana. lakini sioni chochote su Yesu, njoo

Hatua zako zikafunguliwe kwa damu ya Yesu, nafungua miguu yako kwanzia leo kwa damu ya Yesu, miguu yako ikokombolewe kwa damu ya Yesu. Hicho e, kulikuwa kinafunga maisha yako, kinafunga hatua zako, na kiondoa leo kwa damu ya Yesu. Funguliwa in Jesus mighty name.